Bei ya juu shilingi 3520 lakini bei ya chini shilingi 2550. Wakulima wa zao hilo la korosho kwa maeneo ya Taneku, Tandahimba na Newala wameridhia kuuza mazao yao kwa kauli moja. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru sana wakulima lakini pia kuishukuru serikali pia kwa sapoti ya kutupa pembejeo, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza katika mnada mmoja kupeleka tani elfu ishirini na sita lakini korosho hizo tumeuza zote. Sasa kama chama kikuu tumeshajipangia mipango mimi na bodi yangu na watendaji wangu, kutoka hapa sasa tunaenda kuzunguka kwenye maeneo yetu kwenda kutoa elimu juu ya usimamizi na swala la ubora tunaamini kwamba ubora ndio utakaobeba na wanunuzi hawa walionunua mazao yetu hivi leo, watakavyoenda kukutana na uhalisia ambao umeandikwa kwenye makaratasi, ina maana kwenye mnada ujao watajitokeza kwa wingi zaidi, lakini tunatarajia kupata bei nzuri zaidi kuzidi hizi ambazo tumezipata katika mnada huu. Magari ya usafirishaji ya korosho kutoka maghala makuu kwenda bandari kwa maana ya bandari ya Mtwara. Korosho za mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaruhusiwa kusafirishwa kwa masaa ishirini na nne. Kwa maana korosho kutoka mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaweza kupelekwa bandari ya Mtwara kwa muda wa masaa ishirini na nne, aidha kwenda bandari ya Mtwara au katika gala ambalo liko mkoa wa Mtwara. Kwa mikoa mingine ile ya kwa mfano, kwa korosho za mkoa wa Pwani ambazo zinakwenda bandari ya Dar es Salaam zitaendelea kusafirishwa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Vivyo hivyo korosho kutoka mikoa mingine yoyote kwenda bandari ya Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ruhusa hii ya kusafisha masaa 24 ni kwa zile korosho ambazo zinakwenda bandari ya Mtwara tu au korosho ambazo zinakwenda kuhifadhiwa katika gala katika mkoa wa Mtwara. Ni kwa nini tumefanya hivyo? Kwanza, kama mlivyoona, tumeanza na mizigo mikubwa, nasa magalani kuna mizigo mikubwa, nataka mizigo iweze kutoka kwa haraka ili korosho zingine za wakulima ziweze kuingia galani kwa ajili ya mnada unaofuata. Furahi zaidi, hizi bei nazo zimetufurahisha, tumeuza zile tani na mabei yameeleweka na kila mtu amefurahi. Kwa hiyo wakulima wenzetu hata waliokwepo majumbani wameifurahia hii bei na wako pamoja na sisi. Tunashukuru sana serikali imetuona, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu.